Familia ya bwana anayetambulika kwa jina la Dev pamoja na mke wake Rina mzee. Kwa sasa mapenzi pamoja na mke wake hayako moto sana kama jinsi ambavyo walivyooana. Kwa sasa bwana yeye pamoja na mke wake walikuwa kila mmoja anaishi na mbungi zake. Dev akadhani huenda labda yeye ndo akawa ana shida, lakini pia tatizo hili likampelekea yeye kuwa mtu wa mwisho kutoka kazini, kwani alikuwa anaona hata kama akiwahi kurudi nyumbani ataenda kufanya nini. Mshikaji alikuwa anafanya kazi ndani ya kampuni moja ambayo ilikuwa nafanya kazi ya kuuza tishu, lakini pia bosi wake alikuwa anaamini endapo watu wakichukua maamuzi ya kutumia tishu zake, basi atasaidia jamii kuweza kusevu maji kwa kiasi kikubwa. Huyu bosi bwana alikuwa anapenda sana mambo ya utamaduni wa Ulaya hivyo alikuwa anahitaji watu katika taifa lake la India waache kutumia maji msalani na waanze kutumia tishu. Devi kwa sasa alikuwa hapewi unyumba na mke wake, hivyo tatizo hili likapelekea awe mtu wa kupiga mkono vya kutosha. Kila ambapo watu wote wakiondoka kazini, basi yeye alikuwa anafanya kazi ya kutafuta picha nzuri ya bimdada yoyote kisha anaelekea nayo msalani kwenda kumaliza haja zake. Hakanika mchezo ambako alikuwa nakafanya mara kwa mara ikapelekea watu kwanza kushtuka na kuona ni nani ambaye alikuwa anaondoka na picha zao lakini pia hata leo bosi anamwita ofisini na kumweleza kuna mtu ambaye amefanikiwa kuondoka na picha ya mke wake na hivyo kwa tuwa ameamua kuweka CCTV camera lakini bosi alichobugi akafanikiwa kumwonyesha mshikaji ni sehemu gani ambapo CCTV camera ilipo Dev wakati wa jioni akaingia ndani ya ofisi ya bosi wake huku akiwa kavalia boksi sehemu ya, ya juu lakini pia akiwa kavua na kabakiwa na boksa peke yake akaiba ile picha na kuelekea msalani kwenda kumaliza haja zake. Bosi baada ya kurudi asubuhi na mapema anamwita na kesi ikamwangukia moja kati ya mlinzi anayetambulika kwa jina la Pande, kwani Pande alionekana alikuwa ni mtu anayefagilia sana moja kati ya picha ya bimdada ambayo alikuwa akavaa bikini ambayo walikuwa wanamtumia kwenye matangazo yao ya tishu. Devi huwa akirudi nyumbani kila wakati wa usiku, basi alikuwa anaelekea katika maeneo yake ambayo alikuwa akaandaa kakishimo, aka ni kakishimo ambacho alikuwa anakatumia kumchungulia mke wake kipini ambacho alikuwa amelala mwamba. Alikuwa anafanya hivi, kwani alikuwa anatamani sana kupata mavituzi kutoka kwa mke wake, lakini mke alikuwa anamkazia bila kuwa na sababu yoyote. Leo mmoja kati ya rafiki yake anayetambulika kwa jina la Anandi anamwambia mshikaji wangu, wewe unakosea kukaa mpaka usiku wa manane kazini. Leo ninakushauri rudi nyumbani mapema ukamsaplaizi mke wako, tena ukiwa umeshika maua mkononi. Anandi anamwambia Devi ya kwamba wanawake wanapenda sana masaplaizi kama haya. Devi anatoka leo mapema, kila moja anashanga, lakini wanamweleza hakuna duka hata moja la maua ambayo lipo wazi kwa sasa. Safari nampeleka makabulini, anaamua kwenda kuchukua maua ambayo alikuwa bado ni freshi, moja kwa moja mpaka nyumbani. Anafika, anafungua mlango na kukuta tv ikiwa bado ipooni. Lengo ni kwenda kumsurprise mke wake, lakini baada ya kufika kwenye yale maeneo yake ya kujidai kwenye kile kishimo ili aweze kumchungulia bwana, hakuamini macho yake, kwani alifanikiwa kumwona bimdada akiwa yupo pamoja na lijamaa tena, inaonekana mshikaji alikuwa ametoka kuoga. Devi akawa haamini, lakini pia akamsikia mke wake akieleza ya kwamba mume wangu hawezi akafahamu mahusiano yetu, kwani kabla ya kurudi nyumbani huwa ananipatia taarifa. Devi akaamua atoke humu ndani mbio, akiwa haamini kabisa kile ambacho alikuwa amekishuhudia. Muda wote ananyimwa mavitu zi, kumbe mke wake alikuwa anamalizia huduma kwa mtu mwingine. Devi kabidi amvizie huyu mshikaji kipindi ambacho anatoka huku, akiwa kajiamini kabisa, kamanda wa watu ambaye alikuwa anatembea na mke wa mtu, akamvizia mpaka maeneo ambayo alikuwa anaishi mshikaji. Alikuwa anaishi ndani ya jumba la kishua, lakini pia huyu mwamba yeye alikuwa ni Mario. Yaani hadithi yake ipo kama hivi: yeye pamoja na bimdada Rena, ambaye alikuwa ni mke wa mtaalamu wetu Dev, alikuwaga na mahusiano huko nyuma, na lengo lao kubwa ilikuwa siku moja wafunge ndoa. Lakini mshikaji baada ya kukutana na huyu mwanamke wake wa sasa, ambaye alikuwa anatambulika kwa jina la Doli, ambaye alikuwa na maokoto ya kutosha, akaamua aweze kumwoa Doli, lakini pia akapatiwa zawadi ya Benz. Kama hiyo haitoshi, baba yake mkwe huwa anampatia pesa kila mwishoni wa wiki. Lakini pia Bim Dada baada ya kuolewa na Devi lakini baadaye kuja kukutana Ranjiti, wakaamua waendeleze mahusiano yao ya kimapenzi yatokea mwanzoni Ranjiti. Japokuwa alikuwa anaishi na huyu mke wake, lakini Bim Dada Doli alikuwa anamwita majina magumu magumu, kwani Bim Dada alikuwa anatambua ni yeye ndo anayempenda Ranjiti, lakini mshikaji alikuwa hana muda naye, bali yeye alikuwa anahitaji kupatiwa pesa zake tu. Devi akampatia pesa esa mlinzi kisha hea, akapatiwa details zote zinazomhusu mtaalamu wetu Ranjiti. Lakini pia baada ya kutoka hapa, akaamua kwenda kununua kiswaswadu ambacho akaweka laini nyingine, akamtumia meseji mtaalamu wetu Ranjiti. Na kwa kipindi hiki, Mwamba alikuwa yupo anakula vitu laini na mke wa mtaalamu wetu Devi. Meseji hii ilikuwa inatoka kwa mtu asiyejulikana, lakini pia ilikuwa nasema ya kwamba ametambua mahusiano yake pamoja na mke wa mtu, hivyo anahitaji amtumie pesa kiasi cha rupia laki moja, la laki sivyo, laki ataenda kumsanua zake kwa mke wake, lakini pia ataenda kumwambia Devi. Ranjiti baada ya kusikia hivi alishtuka sana, lakini pia hata bimdada Rina naye alishtuka, kisha akamwambia Ranjiti, nenda akamwombe hizo pesa mke wako Doli, ili tuweze kuepukana na huu msala. Kwani bimdada alimwambia hivi ili aweze kuzuia Devi asitambue, pasina kujua ya kwamba mtu mwenyewe aliyekuwa anafanya haya majambo alikuwa ni Devi. Ranjiti akaenda kwa Doli, akamweleza anahitaji kiasi cha rupia laki moja, kwani kuna biashara ambayo anahitaji kwenda kuifanya akampatia ile pesa. Na mshikaji ambaye alikuwa anatambulika kwa jina la Devi akaenda kukichukua kidude ambacho kilikuwa kimeandikwa yuzi mi ambacho huwa kinatumiwa sana kwa ajili ya kuweka taka, akakiweka pembezoni mwa barabara, kisha akampatia maelekezo ni sehemu gani ambapo Ranjiti aje kuziweka pesa. Ranjiti anafanikiwa kufuata maelekezo vyema na Devi, baada ya kuzipata zile pesa akapiga mahesabu yake, akaona hapa hakika amefanikiwa kulipa madeni yote ambayo alikuwa anadaiwa. Devi kaanza kufanikiwa lakini ranjiti kwake yalikuwa ni majanga, kwani leo baada ya kurudi nyumbani, uso kwa uso anakutana na baba mkwe, anamweleza zile pesa ambazo binti yangu kwa kupatia, ninahitaji uzirudishe ndani ya siku tatu. Ranjiti akaingia ndani, akatengeneza akaunti bandia haka, kisha akamtumia meseji bimdada Rina na kumweleza kwamba amefanikiwa kutambua mahusiano yake asiri, hivyo anahitaji ampatie pesa kiasi cha lupia laki moja na ishirini, la sivyo ataenda kumwambia mme wake. Dada akashtuka, akaenda kutana Ranjiti na kumwelezea mshikaji akamwambia kwamba yeye afanye kazi ya kwenda kumlipa huyo mwamba ili asije akawasanua bimdada. Kwa kuwa katika saving account yake ulikuwa kuna kiasi cha rupia elfu thelathini leo anafuata mama yake na kumweleza ana shida na kiasi cha rupia elfu tisini Mama anamwambia binti yake yeye pesa hana za kumpatia, kwani pesa zao zote wamezitumia kumtibia baba yake. Akaamua mfate Devi na kwenda kumweleza anahitaji kiasi cha rupia elfu tisini ili aende akamtibie baba yake. Huu ulikuwa ni uongo mkubwa, lakini Devi akamweleza mdada ya kwamba kesho asubuhi atampatia. Ni kweli mwamba, baada ya kumpatia kiasi cha rupia elfu tisini yeye akafanya kazi ya kwenda kumtumia meseji Ranjiti na kumweleza jioni, aliyompelekea kiasi cha rupia elfu tisini bi bimdada Arina baada ya kukamilisha kiasi cha rupia laki moja na ishirini, anapeleka sehemu si ambapo alikuwa akaelekezwa na mtu ambaye yeye alikuwa anaamini ya kwamba alikuwa ni mtu asiyemfahamu pasi na kujua kwamba ndo alikuwa ni mtu ambaye alikuwa anatembea naye baada ya kuweka kile kiasi cha pesa na kuondoka jit akafanikiwa kuchukua ile pesa na kupeleka kiasi cha rupia elfu tisini sehemu ambapo alikuwa kaelekezwa na Devi aende akakiweke. Mchezo ulikuwa kama hivyo, lakini leo mtaalamu wetu Devi anafanikiwa kumwadisia kila kitu rafiki yake Anandi jinsi ambavyo alikuwa kamfumania mke wake, lakini pia jinsi ambavyo alipofanikiwa kupata kiasi cha pesa kwa mtu ambaye alikuwa anatembea na mkewe. Anandi alishangaa sana, lakini leo kazini bosi wao anafanikiwa kuwatambulisha timeti wao mpya ambaye alikuwa anatambulika kwa jina la Plaba kwa kuwa alikuwa bado hajaoa akafanikiwa kuweza kumzimikia sana huyu bimdada. Jioni ya leo akafanikiwa kuweza kupata mtoko. Anandi alipiga kalinya vya kutosha, akaanza kutema siri zote ambazo alikuwa akaambiwa na Devi. Raba, kwa kuwa naye alikuwa ni mtoto wa mjini, lakini pia alikuwa anatamaa, akaamua kuanza kumtapeli mtaalamu wetu aliyekuwa anatambulika kwa jina la Devi na kumweleza siri zote anazifahamu, kwani alikuwa akaambiwa na Anandi dada. Akawa nahitaji kiasi cha rupia elfu thelathini upande wa Ranjiti leo akapeleka kiasi ambacho alikuwa akakipata kwa baba mkwe, lakini baba mkwe akamweleza kwamba pesa hazitoshi, hivyo anampatia siku chache aweze kuzileta hizo pesa. Lakini akiwa hapa anapokea meseji kutoka kwa Dev ikisema ya kwamba apeleke kiasi cha rupia elfu thelathini Ranjit. Baada ya kuona hivi, naye akaamua kutuma meseji kwa bimdada Rina na kumweleza anahitaji kiasi cha rupia elfu arobaini usiku wa leo. Rina, baada ya kupata meseji, naye akamfuadia mme wake akisema ya kwamba anahitaji kiasi cha rupia elfu arobaini kwa lengo la kwenda kumtibia baba yake. Devi alimaindi sana, lakini alikuwa hana la kufanya bali akamtumia ile pesa bimdada Mchezo ukawa ni uleule ule, bimdada akapeleka pesa sehemu ambapo alikuwa akaagizwa na mtalamu wetu aliyekuwa anatambulika kwa jina Ranjiti, na mwamba naye akapeleka sehemu ambapo alikuwa akaagizwa na mtalamu wetu Devi, lakini pia naye Devi akaenda kumpatia kiasi cha rupia elfu thelathini bimdada alikuwa anatambulika kwa jina ya Praba. Dada baada ya kupatiwa kiasi cha pesa akaingiwa na tamaa, akamtumia tena ujumbe mshikaji wetu Devi na kumweleza anahitaji kiwango kingine cha pesa ambacho kilikuwa ni kikubwa. Devi, aka na huu ni mchezo wa aina gani? Akamfuata Anandi akamuuliza ni sehemu gani ambapo Bimdada alikuwa anaishi. Anandi akamwelekeza na Devi baada ya kufika Bimdada akaendelea kumkazia akihitaji kiasi cha pesa bungi, na purugushani pindi ambapo zilikuwa zinaendelea, kwa bahati mbaya Bimdada akakanyaga chupa ya pombe na kuteleza kisha akaumia vibaya na kupoteza maisha palepale. Mshikaji akawa anajiuliza ni jambo gani ambalo atalifanya, ghafla wazazi wake na Bimdada wakafika na kugonga mlango. Devi akaingia upande wa choobingo na kuenda lile liboksi ambalo alikuwa analitumia kwenda kuiba picha za watu akatoka na kuanza kuzitimua mbio mtaani wananchi wakiwa wanamfukuzia upande wa nyuma. Kesho yake ofisini, bwana, msala ukawa ni mkubwa, Bimdada plab amepoteza maisha. Lakini maskari polisi baada ya kufika hapa na kumuuliza kiongozi wetu ambaye alikuwa anatambulika kwa jina la Devi yeye akasema kwamba afahamu jambo lolote, labda wamuulize Anandi kwani ndo mtu ambaye alikuwa ni mtu wake wa karibu sana. Mahojiano ambayo alikuwa ameyafanya maskari polisi, dongo lote likamwangukia Anandi ambayo akamchukua na kumpeleka Kalantini. Anandi anapoteza kazi baada ya kurudi, akaanza kumlaumu sana Devi, lakini Devi akamweleza Anandi, usijali kwani nina jambo moja ambalo nimelipanga, baada ya kupata pesa nyingi za kutosha, basi nitakusaidia. Ranjiti leo anaamua kwenda kutafuta askari mpelelezi binafsi, ambaye akampatia kazi ya kwenda kumtafuta mtu ambaye huwa anamtumia meseji, lakini pia huwa anafanya kazi ya kumtapeli pesa. Askari huyu baada ya kufanya uchunguzi akaja kugundua ya kwamba mtu alikuwa anafanya utapeli hakuwa mwingine bali alikuwa ni Devi. Badala yeye ampatie taarifa mtaalamu wetu Ranjiti, bali akafanya kazi ya kumpigia Devi simu na kumweleza kila kitu na kumwambia kwamba ili asiweze kutoa siri zake basi ampatie kiasi cha rupia elfu hamsini. Upande wa pili leo Ranjiti, baada ya kwenda kukutana na bimdada Rina kwenda kuzungumza majanga yao, kumbe upande wa nyuma mke wake Doli alikuwa anamfuatilia. Bimdada aliumia sana, baada ya kugundua mtu anayemlisha na kumvisha, leo kumbe huwa anafan kutembea na bimdada mwingine. Ranjiti leo akaenda kununua silaha ili endapo akifanikiwa kumjua mtu ambaye huwa anamtapeli basi aende akamwangamize. Lakini baada ya kufika nyumbani, uso kwa uso anakutana na bimdada Doli ambaye alikuwa kavulugwa vibaya. Mkononi alikuwa kashika beto, lengo alikuwa anahitaji aweze kumwangamiza Ranjiti, lakini Mwamba akafanikiwa kumwahi mke wake na kummaliza. Akiwa bado anajiuliza haya majanga ataasobu vipi, ghafla akapokea meseji kutoka kwa Devi ikisema ya kwamba anahitaji apeleke kiasi cha Ranjiti akatuma meseji kwa Rina anahitaji kiasi cha rupia elfu 60. Rina naye baada ya kuisoma hii meseji kabidi aweze kumfuadia mme wake na kumweleza anahitaji kiasi cha rupia elfu 60, kwa lengo la kuenda kumtibia baba yake. Lakini leo Devi kabidi apige simu ukweni na kuuliza matibabu yote ambayo alikuwa anaambiwa na bi mdada. Mama anamweleza Devi mbona hakuna pesa zozote za matibabu ambazo tunazihitaji kwa sasa. Lakini pia leo akagundua hata pesa zote ambazo alikuwa anampatia mke wake zilikuwa haziendi ukweni. Devi akamtumia zile pesa mke wake kiasi cha lupia 1600 lakini pia akaanza kumfuatilia ni sehemu gani ambapo alikuwa anazipeleka. Dada kama kawaida akapeleka sehemu ambapo alikuwa kaelekezwa na Ranjiti, lakini baada ya kuweka na kuondoka, Ranjiti alifika, ndipo Devi akagundua mchezo mzima ya kwamba yeye huwa anafanya kazi ya kumtapeli Ranjiti, lakini pia Ranjiti naye huwa anafanya kazi ya kumtapeli mke wake. Yaani hapa Mwamba aligundua pesa huwa zinazunguka, ndipo akaamua kumpiga picha Ranjiti. Kisha baada ya Mwamba kuondoka akaamua kwenda kuzichukua zile pesa na kwenda kumpatia yule askari na kisha kumweleza kwamba anamwomba aweze kumsaidia, badala ya kumtajia Ranjiti jina lake, basi amtajie jina rafiki yake ambaye alikuwa mtambulika kwa jina la Anandi. Askari leo anampigia simu Ranjiti na kumweleza jina Anandi. Mwamba anafika mpaka kwa Anandi na kufanikiwa kumwangamiza, lakini naye baada ya kurudi nyumbani, uso kwa uso anakutana na baba mkwe pamoja na mama mkwe, ambao walitambua Ranjiti alikuwa kamwangamiza binti yao Devi, akiwa kazini kwa kutumia akaunti ya siri ambao mke wake alikuwa haifahamu, anafanikiwa kumtumia picha za mtaalamu wetu Ranjiti kipindi ambacho alikuwa anachukua zile pesa. Bindadi akagundua kumbe mtu ambaye alikuwa anamtapeli alikuwa ni mtu ambaye alikuwa anampenda. Hapa hakika alichoka, akaamua kufuta namba za Ranjiti na leo, kwa mara ya kwanza baada ya miezi mingi na miaka mingi kupita, akaamua kupika chakula kizuri lakini pia kujiandaa, kisha akamtumia meseji mume wake na kumuuliza atarudi saa ngapi kutoka kazini. Lakini upande wa Devi, kwa yale ambayo alikuwa akafanyiwa na mkewe, akaamua kuifuta namba yake, ishara ya kuonyesha kwamba ndani ya moyo wake mapenzi na mke wake yalikuwa tayari yamesha kufa. Kwa sasa kuna mtu yoyote ambaye alikuwa na ufahamu mchezo mzima zaidi ya yule askari polisi, naye alikuwa wala hawafahamiani, kwani mtu wake wa karibu Anandi kwa sasa alikuwa tayari alishapoteza maisha. Upande wa mke naye anatambua ya kwamba mume alikuwa hatambui mambo yote ambayo alikuwa akamfanyia. Halo, hii ndoa itadumu kweli? nw Anyway, ebwana hapa ndo tunafika mwisho wa picha yetu, lakini kama umependa hadithi hii na umeenjoy ama umejifunza jambo jipya, basi usisahau kushare, ku like na kusubscribe ili kuwa mwanafamilia kupata vigongo vikali vilivyonyooka kama hivi kila siku.